Yes, kwa mara nyingine tena, ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa fakti za Pimbi popote pale ulipo, tumerudi tena eh, kwenye fakti zetu as usual. Sisi always tuko hapa kwa ajili ya kukupa updates, information na habari zote ambazo zina trend mjini, na habari inayo trend mjini, we all know swala la mkubwa Fella limekuwa limeshika kasi kwelikweli, na hapa ninapozungumza kasi imezidi kuwa kubwa mara baada ya aliyejitambulisha kama mtoto wa Mkubwa Fela ama Mkubwa na Wanawe, baada ya kujitokeza na kuzungumza maneno ambayo maneno hayo yamekwenda moja kwa moja kumlenga mwanamuziki Diamond Platinum, simba chibude chibudenga. Habari tulizozipata ni kwamba Diamond amehusika katika matibabu ya mkubwa Fela hapo before kabla hata hili sakata halijaibuka. Upenda kuwekea sauti ya mkubwa, ya ya mtoto wa mkubwa Fela, usende mbali, nataka tudadavue kabla tujasikia sauti yake ili tuelewe. Habari zilizovuja ni kwamba Diamond aliwahi kumpeleka India mkubwa Fela kwa ajili ya matibabu, na ikaonekana amepata nafuu na amepata afadhali, kwa hivyo wakasema arudi nchini kwa ajili ya kuendelea na Uh, matibabu au uangalizi mdogo mdogo, hivyo ndivyo ambavyo ilisomeka. Sasa stories zimekuwa ni nyingi, dudubaya kaongea hivi, mwijaku sio nani kaongea hivi, kaongea hivi, mke wake naye akaja akasema watataja list ya watu ambao hawamsapoti na nini, vitu vimekuwa ni vingi, lakini sasa amejitokeza mtoto wake. Mimi sijui kama ni mtoto wake, lakini eh, kupitia mitandao ya kijamii, huyo aliyejitambulisha kwamba ni mtoto wa mkubwa Fella ama Saidi Fella amezungumza juu ya wanaosema kwamba Diamond anamtibia ama aliwahi kumtibia mkubwa Fella, habari hiyo sio ya kweli, na Diamond amemtelekeza mkubwa Fella. Huyu mtoto kaongea vitu vingi sana. I don't know ni mtoto wake kweli au sio kweli. Lakini mpaka sasa familia haijapinga, kwa maana kwamba upo uwezekano ni mtoto wake. Sasa, nataka nikuwekee sauti umsikilize huyu mtoto wake akizungumza, alafu mimi na wewe turudi hapa tujadili kile ambacho huyu mtoto amekizungumza. Huyu hapa mbusa tu ndai kwamba yeye binadamu kama binadamu wengine, alafu hmm, inaumiza kwa sababu ukiangalia Mkubwa Fella ni mda mkubwa sana wa mziki, anajitoa sana kama Diamond kufika pale ni Mkubwa Fella kwa asilimia tisini au mia kwa sababu alikuwa huko Aai, Juma Namusomo akifata historia yake, sijui kwa nani, kwa nani alopofika kwa Mkubwa Fela, ndo hadi leo unaona hasa kama mwisho wa siku, hapa tunaenda wapi? Jamii inaenda wapi? Kama mtu anajitoa kwenye sanaa yako kwa kipaumbele, afu leo una, anapata maradhi, unazima simu yake, unashindwa kumhudumia, haufiki kwa msaada wote. Sasa hii manake ni manake, yani Mondi kajamba kwenye maji, ushaona? Unajua mtu akijamba kwenye maji eh, yani bunge la boko, yani kajamba kwenye maji, ushaona? Msanii mkubwa kama vile unavojamba kwenye maji, ani sijui nisemeje, yani kwamba anaferi nishoti, ana feri eh, hey, anaferi monde, kwa sababu mtengeneza haya yote ni yeye mwenyewe. Kama mimi nisha unfollow zamani, sifuatilii mziki wake kabisa. Mesisikilize mziki wake, bora ni msikilize familia Konde eke ba, playlist, ba, ba, ba, ba, playlist. playlist. playlist. bandika bandua ya Konde mwanzo mwisho, hata nikeka nyimbo mia lakini namsikiliza yeye, lakini yeye siwezi kumsikiliza kwa sababu anajitengenezea mwenyewe mifumo mibovu ya watu kumchukia. Ushaona uwezo uka ukaishi katika jamii ukaishi wewe maisha yako kama umemaliza, aye binadamu wa kawaida. Guys, tumemsikiliza vyema huyu kijana ambaye anadai kwamba yeye ni mtoto wa mkubwa Fela. Kwanza jambo la kwanza ambalo huyu mtoto anapaswa kujua, na kama kweli ni mtoto wa mkubwa Fela ama ni mtoto wa Saidi Fela, nadhani familia inapaswa kuingilia mara moja kauli ya huyu mtoto, kwa sababu mkubwa Fela sio aliyemtoa Diamond, mkubwa Fela si aliyemfikisha Diamond hapa. Guys, labda kama kuna watu hawafuatilii historia ya Diamond namna na alikotoka mpaka alipofika Diamond ametoka mpaka akafika mahali akawa ni mkubwa tayari. Alikuwa tayari kwenye A list. Ukitaja wasanii wakubwa watatu, lazima umtaje Diamond. Ndio baadaye akaja akamwongeza mkubwa Fela, akaja Babu Tale, akaja na wengine lakini hawa ma managers wote, Diamond uh, mkubwa Fela eh, uh, huyu Babu Tale, salamu SK, wamekuja Diamond tayari ni mkubwa. Diamond tayari sio msanii ambaye labda anahitaji kushikwa, sio nini. Na ndio maana wao hawajamwajiri Diamond. Diamond amewaajiri wao. Yaani Diamond ndo anawalipa wale pasenti yao. Sio wao, kinachoingia ndo wanakaa wanamfikiria Diamond. Watu wanapaswa kuelewa. Wao wamemkuta Diamond ana muscles, ni mkubwa, ni giant. Kwa hiyo Diamond alikuwa na kauli dhidi yao kwamba, njoni tufanye kazi hapa kitakachopatikana hiki, mkubwa Fela utachukua kitakachopatikana, wewe uh, Salamu Eske, utachukua hiki kitakachopatikana, Babu Tale utachukua hiki. Tayari Diamond alishakuwa mkubwa na ndio maana akawa na ayo mandate, ama tunasema akawa na hiyo eh, mandate ama mamlaka ya kuweza yeye kuwa kuwalipa hawa managers wake. Sasa anapojitokeza mtu anasema, si kwanza Diamond hajawahi kusimamiwa na Usasi Jumana Musoma? Hilo jambo la kwanza, huu naye si nani na ni zake anazitoa wapi details zake na wasiwasi wasi. kama ni mtoto wake na wasiwasi wasi. kwanza hata kuongea hajui kuongea vizuri hajui hata kuongea vizuri mimi niko hapa sio kwa sababu ya kuzungumzia labda Diamond alishawahi kumtibu mkubwa Fella au hajawahi kumtibu no niko hapa kwa ajili ya kumjibu huyu aliyezungumza iko hivi huwezi kumlazimisha mtu kumtibia mtu hilo ni jambo ambalo watu wanapaswa kuelewa yani huwezi kumlazimisha mtu amtibie mtu Kilichokuwepo baina ya Diamond pamoja na Mkubwa Fela ni biashara, it was business. Mambo mengine yanatokea, inahitaji ubinadamu wa mtu. Yani ni sawa Diamond aumwe, alafu Mkubwa Fela aendelee na maisha yake? Kumtibia Diamond sio wajibu, sio wajibu wa Mkubwa Fela. Hilo linabaki ni pale Diamond, uh, Mkubwa Fela atakapoguswa au Babu Tale atakapoguswa, ila sio wajibu kufanya kazi pamoja, aimanishi ukiumwa mi lazima nikutibie, nonono. Tulikuwa tunafanya kazi pamoja, it was business, ilikuwa ni biashara. Ukiumwa tumia ile pesa ambayo wewe ulikuwa unaitumia katika biashara kujitibia. Mimi nikiguswa, sasa nikiguswa, hiyo ndo tunasema humanity, ubinadamu. Eh, nikiguswa na ule ubinadamu mimi nitakutibia, lakini nisipoguswa Sio wajibu wangu. Kwa hiyo Diamond kumtibia Babu Tale, au Diamond kumtibia mkubwa Fella sio wajibu wake. Ni yeye kuguswa kwamba huyu nilishirikiana naye katika kazi, tulikuwa tunafanya kazi. Sasa wacha na mimi nimeguswa, ngoja na mimi nifanye wema. Ni sasa, na yule Hawa ambaye Diamond alijitolea kumtibia Hawa, we all know. Diamond alijitolea akampeleka India, sio, akampeleka wapi, akamrudisha Hawa, sasa hivi uko vizuri. Ule ulikuwa sio wajibu wa Diamond, ule ni ubinadamu ambao Diamond aliamua kuvaa na kufanya ule wema, na we all know, tumeona namna ambavyo Diamond ameguswa na watu tofauti. Sasa inanipa ukakasi kama Diamond ameweza kuguswa na watu tofauti, ameshindwaje kuguswa na mkubwa fella? Kwa akili ya kuambiwa ama vitu vya kuambiwa changanya na vya kwako. Huyu kijana binafsi sijamuelewa. Sijamuelewa. Sijui kama Diamond amemtibia mkubwa fella au hajamtibia. Lakini kwa kusikiliza mazungumzo yake, ye mwenyewe anajicontradict. Ni kwambe utulilishe komenti yako hapo chini niambie wewe binafsi mtazamo wako ni upi juu ya sakata hili ambalo eh, eh, mtoto anayejisemea kwamba yeye ni mtoto wa mkubwa fella amezungumza mambo kadha wa kadha ambayo ya anamuhusu uh, mkubwa fela pamoja na Diamond Platinumz na, naitwa Mr. Pimbi mzee wa Busara mzee wa fakti na hizi ni fakti za Pimbi mimi nikutakia siku njema na leo ni sikukuu ya mapinduzi eh, Zanzibar nikutakia siku njema na sikukuu njema mapinduzi ya Zanzibar miaka sitini na mbili. Thank you very much.